Toa, ni unabii mkubwa. Tumefika mahali eti watu wanafikiri unabii ni kusema kiongozi atakufa, alafu akifa ndio wasema yule ni nabii. Wewe ni upumbavu na ni utoto, nami nikiwa kaka yenu kwenye nchi hii, na waokemea. Huo sio unabii, huko ni kutafuta kutrendi, ni ubinadamu wako umeinuka. Unabii Mungu akisema atakufa, kaa kwenye magoti asife ili akifa kwa sababu ya Mungu mwenyewe amemuua, wewe na watoto wako usiwe na hatia juu yake, kwa sababu kuua mfalme ni hatia ya vizazi. Ndio maana wakati Sauli alipokosea watu, Daudi alipoweza kumkamata mara zaidi ya mbili alisema sitanyoosha mkono wangu ni mguse masihi wa Bwana, maanake huyu mtu amepakwa mafuta kuwa mfalme, siwezi kunyoosha mkono wangu. Kwa lugha nyingine ni hii kwamba ukiomba maombi kiongozi wako afe, umenyoosha mkono wako, na ule upanga uliotumia kumuua itatembea kwenye siku moja. Mtoto wako atakuwa kiongozi na watu wote wataomba afe. Ukilaani viongozi uliopewa na nchi uliopewa na Mungu, ukilaani siku moja, watoto wako watainuka, maneno yale uliyoyatamka juu ya zile nafasi yatakuwa ya yamekaa kwenye hizo nafasi yakiwa hukumu watoto wako mwenyewe. Ndio maana Mungu akasema, utakieni amani mji ule, maana katika amani ya mji huo ninyi nanyi mtakuwa na amani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua kesho yako ya watoto wako haieleweki na wanadamu, ila yeye anaifahamu. Kwa hiyo, kanisa haliendi kishabiki, linaenda kiroho. Sema amen. Kiufahamu, sema amen. usiende kishabiki. Kama Bwana amekutuma useme unayoyasema, sema. Mimi najua Mungu yuko pamoja nami ninaposema, naposema haya maneno. Andika, ukikaa katika baraza ya Bwana utajua wakati wa kusikia na wakati wa kusema. Ukikaa katika baraza ya Bwana utajua wakati wa kusikia na wakati wa kusema. Kuna mambo mengi Mungu amewahi kunionyesha juu ya nchi yetu mabaya na magumu, lakini nilikuwa nikiomba na kuendelea kuomba na kushirikisha timu yangu ya waombaji, tukaendelea kumlilia Mungu na kuomba, hatukuyatangaza popote, na nikaona Mungu akiondoa moja baada ya nyingine. Naelewa kwamba katika mambo kama hayo kuna sababu yangu pia. Acha wanaharakati waseme harakati zao. Acha wanasiasa waseme siasa zao. Usiwaingilie, usiwazuie. Wewe kanisa, wewe mtumishi wa Mungu, sema neno la Bwana kwa uaminifu pasipo upendeleo. Sema amen. Amen. Kwa kwahiyo kuna wakati wa kusema, kuna wakati wa kusikia. Anasema sikuwatuma manabii hao, Mungu asemi, sio manabii walisikia kitu, lakini kuna wakati wa kusema Kwa nini nasema haya ndugu zangu? Kwa sababu unabii unaotolewa usipotimia, sisi ndio tutatukanwa, kanisa litatukanwa, wanasema angalia wale. Kuna mwingine alikuwa anasema Rais hata mgombea wa sisehemu hata chukua fomu atakufa, amechukua. Unafikiri watu waliosikia ule ujumbe ulikuwa sahizi, kitu gani kinaendelea kwenye akili zao? Vitu kama hivyo ni vya ni kama yeye kuwa na hasira au chuki, lakini ukiwa katika upendo wa Mungu, hata kama wamekukandamiza wamekuminya, lakini ndani yako ule moyo wa Mungu bado upo, utamsikia Mungu sawa sawa. Lakini ukiwa na maumivu, huwezi kumsikia Mungu, utasikia sauti ya nafsi yako, utafikiri ni Mungu anasema, utaenda kusema haitatimia, haitatokea. Utatufanya sisi wote tunamwabudu Yesu tuonekane wahuni. Mimi hata watumishi wanaosoma kwenye, kwenye vyombo mbalimbali vya, vya televisheni nikimsikiliza tu hivi, najua huu ni ujumbe wa Mungu kweli. Najua, najua huyu ana hasira. Najua, najua huu ni uchungu. Najua kabisa Biblia imesema kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kwa hiyo nakwambia hivi kuna uvuli wa Mungu umeifunika Tanzania na itavuka salama. Narudia tena kuna uvuli wa Mungu umeifunika Tanzania na itavuka salama. Unataka au hutaki? Unapingana na ujumbe huu au unakubali? Unaamini au huamini? Subiri utaona nchi itavuka salama. Kipimo cha unabii ni matokeo. Kama kweli nimekaa kwenye baraza ya Mungu